Tumefika katika eneo hili la viwanja vya ndege katika mkoa wa Kusini Pemba tukiwa na dhamira moja tu ya kukabidhi Mwenge wa Uhuru na wakimbizaji wake kwa mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba ili uweze kuendelea na itifaki zake. Mwenge wa Uhuru hoye! Daktari Samia hoye! Daktari Hussein Ali Mwinyi mzee wa majengo hoye! Salimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa kusini Pemba, mwenge wa uhuru 2025 tuliupokea sisi kutoka mkoa wa kaskazini Unguja siku ya tarehe 21 Juni na kuanza mbio zake katika wilaya magharibi, a, ya magharibia ndani ya mkoa mjini magharibi Unguja ukifuatiwa na wilaya ya mjini na hatimaye alizia wilaya ya magharibi B. Kwa niaba ya wananchi nawashukuru sana wakimbiza mwenge kitaifa mwaka 2025 vijana wetu hao, kwa kazi nzuri walioifanya katika katika mkoa wetu wa mjini magharibi, kwa siku tatu hizi walizokuwepo ndani ya mkoa wa mjini magharibi tuliokuwa nao tumewaona tume tumewaona umakini wao umahiri wao ukakamavu wao ujasiri wao vijana hawa wazalendo wa nchi yetu. Hivyo nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza sana vijana wetu saba sita kwa saba na walimu wenu, kwa kweli hongereni sana. Mwenge wa Uhuru oye! Mwenge wa Uhuru katika mkoa nami ni sasa hivi, Mheshimiwa, tunawaombea kila laheri vijana wetu kwamba sasa wanaendelea na safari hii inayoanza leo kukimbiza mwenge wa uhuru huu kitaifa ndani ya mkoa wetu wa Kusini Pemba. Naamini ninapo watamaliza salama usalimini. Mheshimiwa Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, mkoa Mjini Magharibi uliwapokea vijana hawa sita wakimbiza mwenge wa uhuru kitaifa ishirini ishirini na tano kutoka mkoa wa Kaskazini Unguja, kama nilivyotangulia kusema, wakiwa salama, wenye nguvu, wana afya njema tumekuwa nao katika mkoa wetu kwa muda wote wa siku tatu. Tumewatunza, tumewajali, tumewahakikisha kwamba afya zao zinaimarika kadiri walivyokuwa wakiishi Mjini Magharibi zaidi ya tulivyowapokea. Hivyo ninavyojiandaa watambulisha kwako Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na kuwakabidhi kwako rasmi, napenda kuchukua nafasi hii kukusihi wewe na wewe kabisa uweze kuwalinda uwatunze vijana wetu hawa, ili waweze kuendelea na jukumu hili muhimu la kitaifa wakiwa na nguvu na afya njema. Na hilo nakuamini kwa kufanya kazi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kusini Pemba. Sasa natamani sana nitumie muda huu na niombe sana, kama nilivyotangulia kusema kwamba nikukabidhi vijana sita hawa niliokuja nao, shupavu mahiri na wazalendo, wakimiza Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2025 wakiwa na afya njema na tayari kwa kazi ya kukimbiza Mwenge wa Uhuru katika mkoa wako, kwa niaba ya viongozi na wananchi wote wa mkoa Mjini Maalum, sasa niko tayari kukukabidhi Mwenge wa Uhuru kukabidhi kwako mkuu wa mkoa wa Kusini, kaka yangu Rashid Ajidi Rashid, mwenge huu ukiwa unawaka, uko salama, unang'ara, unameremeta na unanukia asumini na mawardi ya mkoa wa mjini mahaliu, ili na wewe uende ukaendelee na taratibu za mwenge wa uhuru kama zilivyopangwa. Wenye nifa mwenge wa uhuru oye. Madi oye. Kusini Pemba oye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Idrisa Kitwana Mustafa Makame, mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, kwa heshima na taadhima, naomba nikukabidhi mwenge wa Uhuru 2025. Mheshimiwa Rashid Abdi Rashid, ukiwa unawaka unameremeta unanukia mawardi na maasumini ya Mjini Magharibi, pamoja na viongozi wote walioambatana wa na mwenge huu wakiongozwa na kijana wetu kiongozi wa mbio za mwenge wa Uhuru 2025 Ismail Ali Usi na vijana wenzake watano, walimu pamoja na mratibu wao. Naomba nikukabidhi mwenge huu na vijana hao, ukiwa umepata heshima kubwa unapotokea. Naamini kabisa kwamba na wewe utautendea haki mwenge huu, utaurandisha katika miradi yako uliyojipangia katika wilaya zako zote mbili za, za mkoa wa kusini Pemba. Namuomba Mwenyezi Mungu akusaidia. Mimi Rashid Hadidi Rashid, mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba, nakiri kuupokea mwenge wa uhuru wa 2025 ukiwa katika hali nzuri, unameremeta na unang'ara. Naupokea mwenge huu kutoka kwa Mheshimiwa Itisa Kitwana Mustafa, Mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, naahidi nitautembeza katika mkoa wangu wa Kusini Pemba, kwa wilaya ya Mkoani na wilaya ya Chake Chake na kutembelea miradi kumi, miradi ambayo ina thamani ya shilingi bilioni 31 milioni bilioni 19512198 na senti arobaini na kwamba Mwenyezi Mungu unisaidie.